Watu walivyo na roho mbaya. Sasa anakuambia usiende huko, mdogo wangu, huko siko huko, ni kubaya. Wapi ndugu yangu bana, watu wanatafuta maisha popote. Ah, ah huko siko huko ausio, mwanaume lazima aingie mali popote, tintati, aingie mali popote, maisha ni kuenjoy mali popote bana, mji mm, ndio kama huu. Kimwambia mwenzako usije huko, itakuwa noma, mwache aje atafute. Mm. Mwacha aje atafute, tunatafuta mahali popote sisi, ndio hivi, kumekucha, mji wetu ndio huu. Tunashukuru Mungu. Haya, kuna nini tena mm? Kuna nini tena? Maisha ndio haya haya. Ah mdogo wangu mtu asikuchanganye maisha, mahali popote pale, maisha ni mahali popote, usidanganywe wewe mm. Pambana, piga mbizi, ruka mahali popote mm. Si ni watafutaji Mbona tusitafute? Wewe ulifikaje na sisi tusifike? Okay. Hai, hatuwezi kubali up kabisa.